Bwana Yesu asifiwe sana. Usidharau maoni na ushauri wa mwanamke wale, wale waliojua wanasema hivi, ule msema wa kizungu unasema hivi palipo na ukiona, mwanamume amefanikiwa kuna mwanamke nyuma yake. Bwana Yesu asifiwe sana, nilikuwa siufahamu vizuri. Maana yake ni kwamba huyu baba huyu, huko ndani anashauriana na mke wake huko ndani, wanapeana mashauri na mke wake akitoka nje ana prezenti ule ushauri na akiprezenti, mafanikio yanaonekana na heshima anapewa baba. Bwana Yesu asifiwe sana, lakini wao wakatambua kwamba kuna siri ya kwamba yuko mwanamke nyuma yake. Sasa wababa wengine, ukiona kuna wababa, sio wote, kuna wababa ambao wameijua hii siri, hata humu ndani wamo, lakini wengine wanaogopa ile jumuiya, si unajua unakaa kwenye kikao cha wanaume wenzako, alafu wanakuambia mbona wana mbona jana atakuwa a mke wangu sijui aliniambia hivi na hivi, ee bwana, na wewe unatawaliwa na mwanamke. Ehe, wanaanza kumkatisha tamaa. Lakini kuna wababa walioijua hiyo siri, wakienda huko ndani, wanakaa na wake zao, mambo yanaenda wakirudi huku nje wakisikia wanaosema, ah, bwana vikao na wanawake unashauriwa. Yeye naye anacheka tu ndani ndani, anasema yaani, kweli eh, yani yani, haki ha. Na mama akirudi huko ndani, anamwambia mke wake, unasemaje darling, ile gorofa tunajenga? Anamwambia, tunajenga, mme wangu. Unaona wenzenu wanaendelea, wewe unaenda kuombewa mapepo. Hakuna mapepo, badilisha maisha. Tambua ukuu na uwezo wa Mungu katika mwanamke ambaye umepewa katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Pambua sifikiri ni kila mwanaume atakwambia, hawakwambii. Ah, kuna hadithi ya sungura na nafisi, wakaambiana tuue mama zetu, si ndio? Mna wale wanaokumbuka, yule akaenda akamtandika mama yake, akaua mwenzake, akamficha mama yake akapiga gunia Akasema hata mimi nimeshaua, kumbe wakwake yuko hai. Kuna wababa wanaijua hiyo siri, lakini hawawaambii wenzake. We unaenda kutandika wakwako, yeye amemweka wakwake vizuri, wanaendelea na maisha yanaenda.